Ndugu Karimu kati, mtawala wa wilaya, wakuu wa idara, viongozi wa dini wakiongozwa na mchungaji kiongozi wa usharika wa Tiningoma Tilingo, wa kanisa la Moravian, watumishi wa halmashauri, wanafamilia, watoto ambao ni wanafunzi wetu katika shule ya Tiningoma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee! Awali ya yote kwanza, ni mshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai na fursa nyingine tena ya kuiona siku hii ya leo, na kipekee nimshukuru mkuu wa mkoa ambaye amenituma nimwakilishe kama mgeni rasmi katika shughuli hii, lakini vile vile kwa sababu mimi ni mkuu wa wilaya ya Momba na maadhimisho haya yanafanyika wilaya ya Momba. Nichukue tu fursa hii kushukuru kuichagua uongozi wa mkoa kuchu kuichagua wilaya yetu kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya. Ndugu wananchi, wanafamilia mliohudhuria siku ya leo mtakubaliana nami kwamba maadhimisho haya lilikuwa ni tamko la Umoja wa Mataifa siku kama ya leo ya ya tarehe 15 mwezi wa tano, wakati huo ilikuwa ni mwaka 1993 na ambapo walikubaliana kwa kauli moja kuwa na siku ya kuadhimisha siku ya familia kuadhimisha siku ya familia, ili kutokana na umuhimu wa familia katika dunia yetu. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maadhimisho haya imejikita katika maneno ambayo kwa namna yote ukiyatafsiri unapata majawabu kwamba mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Inamaanisha nini? Kwamba mtoto asiyekuwa na malezi bora hawezi kuwa sehemu ya taifa imara. Kwa hiyo tuna wajibu sisi kama familia kuhakikisha tunawalea watoto ipasavyo, ili wawe ni sehemu ya taifa imara. Mtakubaliana nami, hata vitabu vyetu vya dini vinasema, mfundishe mtoto njia impasayo, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa maana hiyo, sisi kama wanafamilia tuna wajibu wa kumpa mtoto malezi yaliyo bora ili awe ni msingi bora wa taifa letu. Kwa hiyo, katika harakati na safari ya kujenga kuendelea kujenga na kuwa na taifa imara, tunategemea sana kuwe na watoto wenye malezi. Lakini kimsingi watoto lezi bora wanategemea sana ustawi wa familia au familia iliyo na utengamano, lakini hatuwezi kupata familia yenye utengamano endapo hakuna ndoa yenye utengamano. Yo familia inaanza kati ya wanandoa, yani baba na mama, japokuwa haiachi kuwa kuna familia ambazo zinaweza kawa na mzazi mmoja tu, lakini msingi wa familia unategemewa kutoka kwa baba na mama na sisi ambao tunapita kwenye vitabu vitakatifu, kila vitabu vitakatifu vinaamini kwamba msingi wa familia unatokana na ndoa takatifu. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa mkoa wa Songwe, wananchi wa wilaya ya Momba fanya jitihada katika kuimarisha ndoa zetu kwa sababu ndoa zenye mis, migongano na migogoro zinapata changamoto kubwa sana kwenye malezi ya watoto. Wakina baba na akina mama mjitahidi sana katika kuhakikisha ndoa zenu zina ustahimilivu, na mama ambayo anaweza kufanya ndoa zi zio na migogoro, amesema afisa biashara. Hapa kuna swala la kiuchumi kama hakuna maelewano katika uchumi wenu, kile mnachozalisha amkipangi vizuri kwa kushirikiana, mtazua migugumu, msipokuwa na dini, kwa sababu msingi wa familia vilevile unategemea na imani uliowekewa kiroho. Kama umejengeka kiroho vizuri utakuwa na ustahimilivu katika ndoa yako, lakini ustawi vile vile wa familia unategemea sana na elimu, na ndio maana kwa namna moja au nyingine tumekuwa tukisisitiza wazazi muwe na elimu ya kutosha, na ndio maana kuna fursa. Hata kama ukupata elimu, kuna elimu ya watu wazima, kwa sababu elimu itakufanya ujifunze mengi zaidi, ili uwe na ustahimilivu wa ndoa yako, lakini wa familia zetu unategemea sana lishe, na afisa lishe ametueleza kwamba rekodi yetu sio nzuri sana, pamoja na jitihada zinazofanywa na wananchi wa mkoa wetu kuwa katika miongoni kwa mikoa ambayo ina uzalishaji mzuri wa chakula, lakini bado tunakabiliwa na changamoto kubwa ya udumavu, watoto kukosa mlo. Kwa hiyo wazazi mzingatie lishe kwa watoto wetu. Kwa nini tunaadhimisha siku ya leo? Au dhumuni kubwa na kuadhimisha siku ya leo, siku ya familia duniani? Tunaadhimisha siku ya familia duniani namba moja, kwanza tukitambua mchango wa familia katika maendeleo ya jamii. Familia imekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa sababu maendeleo hata ya nchi yanaanza katika ngazi ya familia. Kwa hiyo ni wazini kuwaasa wazazi mjikite sana katika masuala ya maendeleo. Katika risala ya mwanafamilia Mwakapakula Tadei amesisitiza kwamba serikali imekuwa ikitoa mikopo ya asilimia kumi kwa ajili ya kina mama au wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Katika kile kipengele cha wanawake, wakina mama wamekuwa ni wanufaika wakubwa wa mikopo hiyo, na mpaka sasa kwa upande wa wilaya ya Momba tayari tumetoa zaidi ya bilioni bilioni tano nukta moja, kwa maana ya Tunduma bilioni nne nukta tano na upande wa halmashauri ya Momba milioni mia sita na she. Lakini hela hizo au fedha hizo nyingi zimekwenda kwa wanawake nyingi zimekwenda kwa wanawake ambao tayari ni wakina mama. Kwa hiyo tunaamini na, na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, ukimwezesha mwanamke kiuchumi utakuwa umeigusa familia kwa kiasi hivyo ni matumaini yetu kwamba mikopo hiyo itaenda kuinua kipato cha wanawake lakini kipato cha familia na kufanya familia zetu ziwe zina ustahimilivu kiuchumi. Ni jambo la kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kuirejesha mikopo hiyo, swala ambalo linaenda kugusa jamii mm-hmm yetu lakini vile vile mikopo hiyo imewagusa vijana katika grupu la vijana. Tuna vijana vile vile wazazi ambao ni wazazi ambao ndio wanaanza wanajitafuta, kwa ukitoa wakinufaika wakilufa wa mikopo hiyo wanaanza, anakuwa ni kijana anayeanza na familia ambayo ina uwezo wa kiuchumi. Kwao ni matumaini yetu vijana wataitumia vizuri mikopo hiyo kujenga familia zao, lakini vile vile walemavu. Kwa sababu walemavu, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imewajali na lengo la rais wetu ni kwamba kundi la walemavu lisiwe ni kundi ambalo ni tegemezi liwe ni kundi ambalo linajitegemea na linatoa mchango katika kuchangia, linatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo ndiyo maana jitihada za maksudi zimefanywa ili kuwaongezea, kuwaongezea uwezo wa kufanya biashara au kutafuta kipato. Kwa, kwa maana hiyo tutakuwa tunajenga kwa hiyo ni waase wazazi, muwache kuwaficha watoto ambao ni walemavu. Wana haki ya kupata elimu na elimu imekuwa ikitolewa elimu maalum kwa ajili ya walemavu. Kwao vijana wetu ambao ni walemavu, muwape nafasi, wapate fursa. Ndugu wananchi, Katika risala ya kijana wetu Tadei ambaye ni mwanafamilia ametoa wito kwa jeshi la polisi kushirikiana na wananchi kuvi, kuvi, kuvi, kutambua matendo ya kikatili yanayofanywa dhidi ya jamii kwenye swala la unyanyasaji wa kijinsia ni swala ma, ma, ma, ma, ma, kijinsia, mtambuka na sisi wote tumekuwa ni mashahidi, na unyanyasaji unaofanywa unafanywa dhidi ya mtu yoyote, watoto, wanawake, lakini siku hizi vile vile hata wababa wanafanyiwa vitendo vya ukatili na akina mama. Kwa hiyo vitendo vya ukatili havikubaliki na sheria ipo na kwa upande wa jeshi la polisi kuna dawati maalum kabisa, dawati la jinsia. Hivyo nitoe wito kwa viongozi wa ngazi za vitongoji, vijiji, kata hadi ngazi ya wilaya kutofumbia macho vitendo vya kikatili. Kwa hiyo, pindi vinavyoripotiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa aina yoyote ile, iwe ni ubakaji, ulawiti au mtu kupigwa viripotiwe katika dawati la jinsia katika vituo vyetu vya polisi na hatua kali zichukuliwe. Na niwaase viongozi yao ngazi ya ya vitongoji na vijiji na kata kuacha kutaka kuyamaliza kwa maelewano. Kumekuwa na tabia ya watu kufanyiwa vitendo vya kijinsia, ukatili wa kijinsia, na viongozi wetu hawa kutaka kuyamaliza kwa maelewano kemea na tunawataka, pindi mnavyosikia mwasilishe katika ngazi zinazohusika, msikae na wahalifu wao, mwapeleke ili wachukuliwe hatua. wa na ee, kwa kumalizia niwashukuru wazazi, ni washukuru wanafamilia wote, kwa sababu sherehe hii inamgusa inamgusa kila mtu. Kila mtu ni mwanafamilia, hakuna mtu ambaye si mwanafamilia. Wengine wanafikiri kwamba ni familia mwanafamilia lazima uwe baba na mama. Hata wewe uliye single Mwanafamilia, kwa sababu kwa sababu umetoka umetoka kwenye familia. Kwa hiyo kila mmoja ni mwanafamilia, kwa hiyo kila aliyopo hapa anahusika. Kwa hiyo ni washukuru watu wote mliokuja, mmekuja kama wanafamilia.